Ilikuwa saa tano usiku, giza totoro likiwa limetanda, simu ya mezani ilipopiga kelele na kutuvuruga usingizini. Maisha yetu ya mjini yalikuwa na utulivu, lakini mlio ule wa simu ulikuwa na uzito wa chuma. Baba yangu, Mzee Hamisi, aliruka kitandani na kuipokea. Nilimsikia akijibu kwa naam, naam. Kisha akakaa kimya kwa muda mrefu, sauti yake ikikwama alipojaribu kuongea tena. Kwa hiyo hali yake mbaya kiasi gani? Usijali. Tunakuja. Sasa hivi. Alipoweka simu, alinitazama mimi, Jafari, mwanaye wa pekee. Jafari alisema sauti yake ikitetemeka kidogo. Bibi yako Tatu. Hali yake ni mbaya sana kijijini. Lazima tuondoke usiku huu. Simu ilitoka kwa shangazi. Moyo wangu ulinidunda. Bibi Tatu alikuwa nguzo ya familia, mwanamke mkarimu lakini mwenye siri nyingi. Mawazo ya kumpoteza yalinishtua. Tulivaa haraka tukachukua gari na kuanza safari ndefu ya kuelekea kijijini. Tulifika kijijini alfajiri. Habari zenu jamani, vipi hali ya bibi tatu? Umati mdogo ulikuwa umekusanyika nje ya nyumba ya bibi. Tulielezwa kuwa hali yake ilibadilika ghafla. Alikuwa amelala kitandani akipumua kwa shida. Alipomwona baba yangu alitabasamu kidogo na kujaribu kuinua mkono wake uliokuwa umekakamaa. Alitamka neno moja tu kwa sauti ya chini sana, "kisima," kisha akakata roho. Kilio kilizuka. Baba alipiga magoti kando ya kitanda akilia kimya kimya. kifo cha bibi kilikuwa mwanzo wa mambo yasiyoeleweka. Tulianza mipango ya mazishi. Kwa kuwa sisi tuliishi mjini na bibi alikuwa maarufu, ilikubaliwa azikwe mjini ili watu wengi wampe heshima za mwisho. Tulibeba mwili na kuanza safari ya kurudi mjini. Tulipofika nyumbani, tuliweka mwili chumba cha wageni tukisubiri taratibu za kuhifadhi mochuari. Hapo ndipo nilipopata ujumbe wa kwanza. Nilipokuwa nimekaa sebuleni, nimejishika kichwa, nilihisi baridi kali ghafla, ingawa kulikuwa na joto. Akatokea mzee mmoja, amevaa nguo zilizolowa maji, akatoweka haraka kama kivuli. Sikumweleza baba, nilihisi ni uchovu na msiba. Siku ya mazishi ilipofika, jeneza lilikuwa limeandaliwa sebuleni. Watu walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada ya mwisho kabla ya kuelekea makaburini. Lakini wakati wanaume sita wenye nguvu walipojaribu kulinyanyua jeneza, liligoma. Hali kutikisika. Ongezeni nguvu! mmoja wao alipiga kelele, akidhani wenzake wanalegea. Walijaribu tena, mishipa ikiwatoka, lakini jeneza lilikuwa kama limetiwa nanga kwenye sakafu. Waliongeza watu wawili wakawa wanane. Walijaribu kwa pamoja, lakini jeneza halikusogea hata sentimita moja. Lilikuwa zito kama jabali. baba yangu mzee Hamisi alianza kupata aibu na hasira. Inakuwaje, meshindwa kubeba jeneza dogo hivi? Ghafla, jeneza lilianza kutoa maji, si maji kidogo, bali maji mengi, yalikuwa yakitiririka kutoka chini yake, kana kwamba ndani kulikuwa na kisima. Maji hayo yalikuwa na harufu ya matope na samaki wa bichi Watu walianza kurudi nyuma kwa hofu. Pale sebuleni paligeuka kuwa dimbwi dogo la maji. Hii ni nini? Baba alipiga kelele. Kabla mtu hajajibu, jeneza lilianza kutetemeka, kisha kwa mshangao wa kila mtu, lilinyanyuka lenyewe hewani likielea futi moja juu ya sakafu, huku likizunguka polepole na maji yakimwagika. Msiba ukageuka kioja. Watu walianza kupiga kelele na kukimbia ovyo. Wakati huo nikiwa nimesimama kando, nilihisi tena ile baridi kali. Yule mzee wa ajabu aliyenitokea awali alisimama tena mbele yangu. Safari hii aliongea kwa sauti iliyosikika kama maji yakitiririka: deni la kisima halijalipwa. Bibi yenu alichukua kitu ambacho siyo chake. Mwili wake hauwezi kuzikwa mpaka deni limelipwa. Lazima arudi alipotoka. Kisha kama kimbunga, maji yale yaliyonizunguka sakafuni yalianza kuzunguka kwa kasi, yakanivuta ndani. Nilihisi nikizama kwenye giza baridi. Nilipofumbua macho sikuwa tena sebuleni. Nilikuwa kwenye pango lenye giza, sakafu ikiwa imejaa maji baridi. Mbele yangu alikuwa amesimama yule mzee, lakini sasa hakuwa peke yake. Nyuma yake kulikuwa na viumbe vya ajabu, macho yao yaking'aa gizani. Wewe ni nani niliuliza kwa kutetemeka. Mimi ni mlinzi wa kisima cha ahadi, yule mzee alisema. Bibi yako Tatu alikuja hapa miaka mingi iliyopita alikuwa tasa na mume wake alitaka kumwacha. Alikuja hapa kisimani, akaomba mtoto. Tulimpa sharti moja. Sharti gani? niliuliza. Tulimpa mtoto, huyo ndiye baba yako Hamisi, lakini kwa sharti kwamba akishazaa atatuletea sadaka ya kwanza kila mwaka, si kafara ya damu, bali mazao ya kwanza shambani kwake na maji safi kutoka nyumbani kwake, kuyaleta hapa kisimani kama shukrani. Yule mzee aliendelea, alifanya hivyo kwa miaka mitano. Lakini alipoanza kupata mafanikio akahamia mjini, akasahau ahadi. Alisahau chanzo cha baraka yake, alivunja agano. Kwa miaka arobaini tumemsubiri alipe deni la shukrani. Sasa amekufa na nafsi yake ni yetu mpaka deni lilipwe. Nifanye nini? niliuliza kwa hofu. baba yangu hajui lolote. Una machaguo matatu, Jafari mlinzi alisema. La kwanza, tumwachie bibi yako ateseke huku na ninyi mwendelee na maisha yenu lakini laana ya utasa na umaskini itawafuata kizazi baada ya kizazi. La pili, wewe ubaki hapa kama malipo ya deni la bibi yako. Au la tatu, ukamilishe agano aliloshindwa. Nachagua la tatu, nilijibu haraka. Nitakamilisha agano. Nini natakiwa kufanya? Ahadi ilikuwa mazao ya kwanza na maji safi, lakini sasa deni ni kubwa. Unatakiwa kurudi kijijini kwenye ile nyumba ya bibi yako. Nyuma ya nyumba utamkuta rafiki yake mmoja wa zamani anayeitwa Halima. Yeye anajua siri, atakupa mbegu ambayo bibi yako alimwachia. Panda mbegu hiyo kando ya kile kisima cha zamani nyuma ya nyumba, kisha chota maji kutoka kisima hicho na uimwagilie. Hilo ndilo litakalofufua agano. Fanya hivi kabla ya jua kutua kesho, la sivyo tutakuja kukuchukua wewe na baba yako. Ghafla, nilihisi nikisukumwa, nikajikuta nimeanguka sakafuni sebuleni kwetu Nikiwa nimelowa chapachapa. Jeneza lilikuwa limetua, lakini bado lilikuwa zito. Watu wote walikuwa wamekimbia isipokuwa baba yangu, aliyekuwa amekaa kwenye kiti akitetemeka. Nilimweleza kila kitu. Kwa mshangao wangu hakubisha. Uso wake ulikuwa mweupe. Nakumbuka, nakumbuka mama alikuwa akizungumzia sana kisima cha ahadi alipokuwa akiumwa. Na mzee Halima bado yupo kijijini. Hatukupoteza muda. Tuliingia garini mimi na baba, tukamwacha binamu yangu kulinda nyumba. Tuliendesha gari kurudi kijijini kwa kasi. Tulimkuta mzee Halima akiwa amekaa kwenye kiti chake, kana kwamba alikuwa anatutegemea. Nilijua mtarudi, alisema kwa sauti dhaifu. Tatu aliniachia hiki, alisema kama mambo yakiwa magumu, ni wape. Alifungua kopo la zamani la bati na kutoa mbegu moja ya ajabu iliyokauka. Alisema hii ni mbegu ya shukrani. Tulikimbia nyuma ya nyumba ya bibi. Pale palikuwa na kisima cha zamani kilichokuwa kimefunikwa na magugu. Nilichimba kidogo kando yake, nikaiweka ile mbegu. Nilichukua ndoo, nikachota maji kutoka kile kisima kilichosahaulika. Maji yalikuwa meusi na machafu. Nilimwagilia pale nilipopanda mbegu. Mara moja nchi ilitetemeka kidogo. Mbele yangu ile mbegu ilichipua haraka, ikatoa mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi yaliyong'aa. Wakati huo huo simu ya baba iliita. Ni yule binamu yetu mjini. Njooni haraka, alipiga kelele. Jeneza, jeneza limekuwa jepesi, na yale maji yote yamekauka. Tulirudi mjini. Tulipofika, jeneza lilikuwa limerudi katika hali ya kawaida. Tulilibeba kwa urahisi. Sauti ya mlizi wa kisima ilinijia kichwani mwangu. Agano limefanywa upya. Deni limelipwa. Mzigo umeondoka. Bibi yenu yuko huru. Tulimzika Bibi Tatu kwa amani. Baada ya mazishi, niliporudi chumbani kwangu nilikuta ndoo ndogo ya shaba. Ndani yake kulikuwa na udongo mweusi wenye rutuba na mbegu kadhaa za dhahabu. Deni lilikuwa limelipwa na baraka za kale zilikuwa zimerejeshwa. Mpaka kufikia hapa, ndiyo mwisho wa stori yetu hii. Nadhani utakuwa umejifunza kitu. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine, asante kwa kuangalia.